ambao mara nyingi huwa uh, unazushwa sana uh, na watu uh, mitandaoni aidha uh, tunaokutana nao juu ya kupunguza uzito, lakini pia nitakupa uhalisia uh, ambao upo juu ya hizi changamoto. Kuna uh, wengi huwa wanazusha uongo kwamba, je, unaweza kupunguza au kuna dawa, kuna virutubisho ambavyo vinaweza kutumika kupunguza uzito kwa haraka. Ukweli ni kwamba hakuna uh, dawa ambayo inaweza ikatumika kuondoa mafuta au kupunguzia uzito kwa haraka regardless. Kuna vitu ambavyo inabidi ufanye kubadilisha mfumo wako wa maisha kufanya na mazoezi. Mazoezi sahihi. Sio kila mazoezi yanaweza kupunguza uzito au kitambi. Kuna mazoezi sahihi unayotakiwa kufanya kuondokana na hiyo changamoto. Lakini namba mbili, wengi wanauliza kwamba unaweza kupungua kitambi kwa kufanya mazoezi ya tumbo ambayo tunasema kama sits and ups. Haya ni mazoezi ambayo wengi wamekuwa wakishauriwa, lakini ni kwamba mazoezi ya tumbo mara nyingi huwa yanaimarisha ile misuli ya tumbo, lakini huwa hayapunguzi mafuta ya tumbo moja kwa moja. Unachotakiwa kufanya ni kwamba fanya mazoezi ya jumla ya mwili mzima. Ndio maana tunapendekeza mazoezi ya kutembea, mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kucheza mpira. Ni mazoezi mazuri kwa sababu yanashughulisha mwili mzima. Wengine huwa wanapenda kuuliza kwamba chakula fulani, kama tangawizi, pilipili, limao, inaweza kuyeyusha mafuta ya tumbo mara moja. Ukweli uliopo hapa ni kwamba vyakula hivi huwa vinasaidia kuongeza kasi ya umeng'enyaji wa chakula na kupunguza hamu ya kula, lakini hayayeyushi mafuta ya tumbo moja kwa moja. Lakini namba nne, wengine wanasema ukikandwa na kuwekewa mafuto tumboni, basi kitambi hupotea. Ukweli ni kwamba massage inaweza uh, inarahisisha ule mzunguka uh, mzunguko wa damu lakini pia haiwezi kuondoa mafuta ya ndani ya tumbo moja kwa moja. Kinachoondoa basi, uh, ni kupitia milo milo uh, bora uh, na mazoezi. Namba tano, wengi wanauliza kwamba, au ni uvumi unaotembea sana, wakauliza kwamba ukikataa kabisa kula, kitambi kitaisha haraka. Mara nyingi wale ambao tunasema uh, afunge kwa muda kadhaa afunge uh, kwa siku hata ile jioni. Ndugu yangu tunasema ha, kupungua na kula sana au kufunga kupita kiasi kunaweza kusi, kusiondoa changamoto hii, kwa sababu huwa inapunguza misuli badala yake, huwa inapunguza mas, misuli badala ya kupunguza mafuta ha, na kuhifadhi katika mwili ni muhimu sana. Kula vizuri lakini kwa kiasi na kwa mpangilio. Ndio maana mara nyingi pata vyakula ambavyo vinaweza vikaimarisha mfumo wako, vika, wako wa mmeng'enyaji wa chakula vikakufanya we uweze kukaa kwa muda mrefu bila kuwa na hamu ya kula especially vyakula vya mafuta na wanga.